Kama mnavyoona dunia inavyoendelea na hii, <coughs> ni dunia mia na ishirini na tatu. Mambo yanazidi kuwa moto, kesi ilikuwa imeisha, sasa kesi inarudi upya, na ni baada tu <coughs> <coughs> manyanya kupokea siri kutoka kwa mchepuko wake kwamba amejifungua na inatajika hela hapo. Sasa vita ndo imeanza. Mimi sina mengi ya kuongea, labda nyie msikilize, halafu mtaniambia nini. Kuja kidogo, msikilize. Naona hapo Manyanya kachukia, vaa kachukia, ni awaongeleshani. Kiufupi kila mtu anamwangala mwenzake. Je, anaongea nini? E, lakini

Jamani, mambo ni mengi hmm. Vai kaenda analia lia, lia. Mama yake anamka, nini wewe mtoto unalia nini wewe hmm. Vai analia tu analia tu kama ajiuliza shida ni tena hmm. Kulikoni, hebu kuja kuzana kushuka vizuri ili li tukaetwa ngeki kwauluga hmm. Mama, hivi kweli hivi E, nini kwani? Kweli ananiumiza mimi hivi hivi, mama elewi. eh, bado analia tu, shida ajielezi vizuri yani, hata kama ni wewe usingeweza kuelewa. la kalaka mwambie kuna tatizo gani mwambie hmm? Mama wewe acha tu, nini kwani, shida ni nini yani, vae kujieleza imekuwa ngumu, yeye ni kulia kulia, na yeye mshaka mama ana kama mtoto sasa anapoelekea enda kwa chizi, jamani. Hii picha anatufunza vitu vingi sana, uvumilivu, um, ujasiri, um, mambo mengine mengine, va um, apa anajabu kumaliza na mama ake. Hebu tusikilize Wewe owe hapo umejifunza nini? Ni umeelewa nini? E, na video unapokuwa unaangalia picha sio uo, uone na elewa, so angalia tu, anaangalia picha elewa na no, ujifunze. Umeona mambo ni mengi e. Vita imewaka upya, vita vibaya na manyanya imewaka upya kwa. Jamani, mambo yanazidi kuwa mengi. Hebu tusikilize tena hapa, tusikilize kidogo hapo, afu mtaniambia. Eh, hapo hapo, umeonaje hapo? Unasikiliaje hapo, mbaya zuri? Hii e, ni idea ya mpya ambao nimeamua kuja nao mimi, kama baba Nasla Kaihi, ni mfumo mpya ambao nataka nije nao, na nadhani watu wengi mtaupenda, mtaenjoy na mtavutiwa sana na idea ya yangu mpya ambao nimeanza kuja nao ni